Kutokana na kuwepo kwa changamoto ya moto ambayo inatokea mara kwa mara katika shamba la misitu la Wino lililopo halmashauri ya Madaba mkoani Ruvuma, shamba lenye ukubwa zaidi ya hekta elfu 39, ambapo mkuu wa wilaya ya Songea Mheshimiwa Wilman Kapenjama Ndile amekutana viongozi pamoja na wakulima ambao wanafanya shughuli za kilimo katika vijiji vya Yerusalemu na Tunduma, ambapo mueleza sababu ya serikali kutaka kuchukua baadhi ya maeneo ya vijiji hivyo ambavyo vinapakana na shamba hilo ikiwa ni sehemu ya kulilinda shamba hilo na matukio ya moto. Lile shamba lazima liendelezwe. Moja ya hatari ya mashamba ya miti duniani kokote, sio hapa tu, ni moto. Unaweza ukalipuka saa yoyote na ukateketeza ukamaliza. Sasa ninyi mnafahamu mwaka jana, kuna vijana tuliwapoteza pale, walichomwa na moto kwa bahati mbaya wakati wanafanya jitihada za kuzima ule moto uliokuwa unaenda kuunguza ule msitu, wakazingirwa na moto ukawachoma kule kwenye eneo la Yerusalemu, pamoja na eneo la Tunduma, wananchi mnalima, sio kwamba serikali ina mpango wa kuwafukuza, lakini serikali inaangalia uwezekano wa kuongeza eneo hasa kwa ajili ya ulinzi wa shamba la, la msitu hapa la Wino, kwamba tukiacha eneo liko holela holela mioto inalipuka sana kwa kuna, kuna ardhi lazima iongezewe. E, wazungu wanaita buffer zone. Yaani buffer zone ndio kusema kama kinga fulani, kwa maeneo fulani lazima yatwaliwe, sio yote. Daudi Mandingo, mwakilishi kutoka shamba la misitu la Wino, amesema changamoto kubwa katika shamba hilo ni moto ambao kwa asilimia kubwa unatokea katika maeneo ya Yerusalemu na Tunduma, sehemu ambazo wananchi wanafanya shughuli za kilimo, hivyo kuchukua maeneo kutasaidia kuondoa changamoto hiyo. Eneo ya Yerusalemu jinsi lilivyo, eneo lile limepakana na hifadhi ya TFS ya Wino upande wa safu ya Mkongotema na safu ya Ifinga, kiwalisia changamoto kubwa kwenye kazi za uhifadhi, changamoto mojawapo kubwa ni swala la mioto. Kwa hiyo kwa kipindi hiki toka hifadhi ile tumeianzisha pale. Mioto asilimia kubwa inatoka upande wa Yerusalemu, nafikiri na tulisha kufika mara kadhaa kuitisha vikao kupiana elimu jinsi gani ya kudhibiti mioto. Kwa hiyo kwa hili ambalo lipo leo hapa ni lengo tu zuri. Nao baadhi ya wananchi ambao wanafanya shughuli za kilimo katika maeneo ya Yerusalemu na Tunduma wamekubali serikali ichukue baadhi ya maeneo katika vijiji hivyo, lakini wameiomba serikali ifuate utaratibu ambao hautaleta mgogoro. Hata sisi Yerusalemu tukiruhusu eneo hilo litatakiwa kubebwa barabara, tutatengenezewa. Halmashauri haina hela kweli, kama ulivyosema, haina hela. Tunalalamika kila siku, tunaomba, hawana uwezo, lakini TFS ina uwezo na uwezo tumeuona, wameletewa sasa vyombo vya kisasa vipya vinavyoshughulika na nini na barabara, umenielewa? Ina maana hata Tunduma hiyo Tunduma hao wachache ambao watabebewa maeneo yao, hao tunao baki wengine tutanufaika kupitia barabara, madaraja na vitu vingine. Sasa mimi nikuombe mkuu wa wilaya, hili jambo wananchi msipate hofu, hili ardhi tutatoa bila shida, kwa makubaliano mazuri na kwa michakato mizuri na kwa utaratibu mzuri mzuri. Serikali hizi mbili kwa kuzingatia mipaka yake, wajitahidi kuhakiki juu ya umiliki wao wa ardhi ile, upo kisheria. Kisheria sina maana ya kwamba kupitisha kwenye mkutano wa wananchi wote, pia tutaleta tuta mapato hata kwenye vijiji, kwa sababu kuna watu wengi wengi sana hapo, kule utakuta mtu ana ekari 200 300. Sheria ina goma kama ni ekari 50 au 51 tu, mkuu wa wilaya unatakiwa kuhudhurie kupata eneo lake, lakini wako watu kule wanamiliki hivyo. Kupitia mwenyekiti, nafikiri swala hili anatakiwa kufanyia uchunguzi. Kutoka Madaba, mkoani Ruvuma, Newton Endenda.